Hapa ni kitongoji cha Makubi. Msafara wa mwenyekiti wa halmashauri wilaya ya Kaliua unasimamishwa na baadhi ya wananchi ambao wamekusanyika hapa kufanya usafi kwenye eneo la ujenzi wa kituo cha afya. Mheshimiwa Rufungija, hao unaowaona hapa ni wananchi wa kitongoji cha Makubi na Kasandalala, hawana nia mbaya ya wananchi wetu, wao ni maendeleo tu Yaani, ukibandua maendeleo unaweka maendeleo. Tumemaliza sekondari kwa msaada wako wewe, sasa tunaanzisha kituo cha afya. Tuna wananchi wengi, huduma zilipo ni kilomita ishirini. Kwa hiyo kwa utayari wetu bila kulazimishwa, tumekubaliana wenyewe, tumechangishana michango kwako kwa, tunaomba kitu kimoja, maana wewe ukifikaga yameisha. Kwa hiyo tunaomba tunaomba na kituo cha afya hiki kiwe kama ilivyokuwa sekondari. Mara ya kwanza ulitoka ulipoenda ukarudi milioni arobaini na nane. Nia na kiu yao kubwa ni kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya unakuwa karibu. Makenge Maguru ni mwenyekiti wa kitongoji cha Makubi. Mimi na mfano hai. Hata gari kangu ameweza kujifungulia mama mle. Hapa mbugani hapa. Amejifungulia ndani ya gari. Tunafuata nini? Huduma usiku. Ndiyo watu kwa tuna kila sababu ya kusonga huduma karibu kwa akina mama zetu, watoto wetu. Aidha, mpaka sasa milioni nne na laki nane zimechangwa na wananchi kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo, kama anavyoeleza hapa katibu wa sungu sungu Godfrey Vincent. kupitia risala hii tunaomba wataalamu kwa ajili ya kutupatia maelekezo ya kitaalamu ikiwa pamoja na site plan pamoja na ramani. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa kwa kupitia jeshi la ulinzi shirikishi sungusungu tumekwisha kusanya fedha taslimu milioni nne na laki nane na bado wanaendelea kusanyaji. Diwani wa kata ya Ushokola Anastazia Bebete ameiomba serikali kuunga mkono juhudi na jitihada hizo za wananchi ili kuwaondolea adha ya kutembea umbali mrefu kufuata matibabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya ujenzi wa sekondari sasa wameanzisha tena ujenzi wa kituo cha afya, na hili ndio eneo lao. Tayari walisha changa fedha za kuanzisha msingi na ujenzi kuanza kwa pamoja, lakini bado tumekwamishwa na ramani lakini taarifa iko kwa mkurugenzi. Tuna tunakuomba mwenyekiti, kwa juhudi hizi unazoziona, ramani yetu ingetusaidia inge ikawafika ili tayari tuanze msingi mara si moja, kwa sababu fedha ya kwanza tunayo. Kwa hiyo na sisi tunajua, mheshimiwa Rufungija mwenyekiti wa halmashauri, kikanyaga hapa Makubi huwa kuna neema, uongo kweli? Kwa upande wake mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kaliua Jaferi Rufungija ameshauri kubainishwa kwa mipaka ya eneo la mradi huku akisema serikali haitakubali kuona nguvu za wananchi zinapotea, akiongeza kwa kuiagiza idara ya ujenzi kuharakisha mchoro na ramani ili ujenzi uanze mara moja. Hatukuwa na ratiba kwamba tunasimama hapa, lakini baada ya kusikia kwamba tunapita, mkaamua kutusimamisha msafara wangu ili tuweze kuona kazi nzuri ambayo umeifanya. Nimeona eneo kubwa, Mheshimiwa, wajumbe wa kamati ya fedha uongozi na mipango, tumeona eneo kubwa mliojiandalia, na nimeambiwa eneo hili mmenunua nyinyi wenyewe yeah. yeah. Bainisheni mipaka kule mlikoishia, lakini pia ile mikataba ya kuuziana na kununuliana basi wekwe sawasawa. Lakini la pili, tumeona kundi kubwa la wanaume na wanawake, kina mama oye, oye. Wao wenyewe kama wadau wa afya wamejitokeza kuja kufyeka, wamebeba majembe na shoka. Jambo hili la upendo usiopitiriza, usiopitiriza, lakini dalili hizi zinaonekana mnamuunga mkono sana Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan kama mwanamke na jemedari anayeongoza taifa letu. Kwa kuwa tumefika hapa, ndugu zangu, tuahidi, nguvu zenu haziwezi kufa bure. Mmesema jambo moja muhimu kwamba mnahitaji kupata mchoro unaotoka idara ya ujenzi. Jambo hilo liko ndani ya uwezo wetu. Niwaahidi kwamba injinia tutamhamasisha, atakuja kuja kwa kimia, atakuja huko kwa kimia, tutengeneza site plan ili nyinyi sasa mwanze kupanga. Na kwa kuwa tupo na tumefika, mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na jopo lako lozo la serikali ya kijiji na wenye viti wa vitongoji